Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amezindua ujenzi wa Chuo cha Mafunzo ya Tiba Kenya KMTC cha kwanza Kirinyaga, karibu na Hospitali ya Rufaa ya Kerugoya. Aidha, kulingana naye, hatua hii inaonyesha ushirikiano imara kati ya serikali za kaunti na kitaifa. Mradi huu unalenga kuboresha utoaji wa huduma za afya na kuwapa vijana elimu na ajira. Ujenzi unaanza mara moja kwa jengo la ghorofa mbili litakalokamilika ndani ya mwaka mmoja, likiwa na uwezo kuchukua wa kuchukua wanafunzi mia mbili katika awamu ya kwanza. hospitali zetu, na senta ya health ya Central Kenya itakuwa hapa Kerugoya. Tulianza kupanga kitabu, ndio tukaanza na hospital hospitali, alafu pia sasa tuko na KMTC alafu pia hii university, tutashirikiana mpaka ile advanced education on health in Central Kenya iwe inafanywa Kirinyaga.